Basi mpendo katika mwana uvue kitu kinaitwa uongo. Sema kweli leo, kama umekosea, omba samani. Kama umetenda mbaya, tuki usipupot kwa Mungu, wanadamu watakusikiliza. Mara ya kwanza gao, mara ya pili, unatengeneza tabia, unakuwa rafiki wa shetani. Mwisho wa siku shetani, toka imiaa wesi unaongea uongo, sitoki, tutakuombea tutambilia mukuachi, ao utabaki vile. Uongo usitajwe kwenu <coughs> katika wailii. Jambo la pili, kitabu cha Efeso sura ya tano mstari watatu pale pale eekiakt kwa makini. Hiki naomba unielewe vizuri, ili upone. Ukipona hiki, umemaliza mambo mengi sana kwenye maisha. Sikiliza anachosema Waefeso sura ya 5, anasema: lakini uasherati usitaje kwenu, uzizi tamaa, anasema wala uchafu wowote wa awastaliv watakatifu. Naomba nikwambie mwana mwanajami yoyote ambaye anakula vizuri, anavutiwa na mtu mwingine, anatamani awe na mahusiano na mtu mwingine, lakini naomba nikwambie hakuna mtu ambaye akufa kwa sababu amekosa mahusiano. Ndio maana masista wa Katoliki, mapadri wa Katoliki

hiyo ni ami nzito, wala kutamani. Sio tu uasherati wala kutamani, hiyo ni maana kubwa. Mahusiano ya mtu mwanamke na mwanaume unaweza kuwa ya kawaida, lakini naomba nikwambie, unachokipokea kwa mtu ambaye unahusiana naye unamzuia Mungu. unachokipokea kwa dakika nusu, saa au saa moja, bebi, sijui nani, naomba nikuambie, kinafunga mbingu kwa ajili yako. Utajibaraguza, utatembea mbele za watu kama uko salama, lakini naomba nikuambie usalama, hata tukikuombea kwa namna gani, Mungu akishakuacha utabaki na uasherati, uchafu au kutamani kwa namna yoyote kusitajwa kwenu kamwe. Nimekwambia hivi, tumeanzia kitabu cha Luka mbili hamsini na mbili tumeongea habari za Yesu alipata kibali kwa Mungu. Somo la leo linaitwa namna ya kupata kibali kwa Mungu. Nimekwambia sifa ya kwanza ambaye alikuwa ndani ya Bwana Yesu, alimpenda Bwana Mungu wake kwa moyo wake wote. Lakini tukasema hivi, kuipenda Mungu maana yake nini? Tukaenda kitabu cha Yohana kumi na nne kumi na nne, anasema mkinipenda mtazitii amri zangu. Tukaenda kitabu cha kumbukumbu ya Torati ishirini na nane. Unataka kuwa mtu mkuu katika dunia. Unataka Mungu akutofautishe wa watu wakubariki na kufanikisha katika maisha yako? Anasema ukiwa utaisikia kwa bidii, utakuja kanisani, utasoma neno la Mungu utaomba usiku na mchana, anasema ndipo Mungu atakapokutukuza juu ya mataifa yote. Jambo la pili ni kwamba

kwenye nasaba alikupa gari nani? Nikamwambia alinipa gari kambe, ni Mungu. Nisikamwambie sasa wewe unapata shida nini? Bwana Yesu asifiwe. Alikupa watoto nani? Kamke naye na shida watoto, wataje na shule unafanya nini? Pakini watoto hana hada, kakae naye, kapigelea magoti, mwaleze. Wewe unahangaika ni unapata shida, kwa nini? Kwa nini usimwambie Mungu aliyokupa chochote?

Ulokole wa zamani watu no walikuwa wanaondoka mpaka kanisani, wanaondoka mpaka nyumbani, anashinda kanisani, baba na mama wakiwa nyumbani, nakushikia no cha wanasema nanafika no sikukuu, sio kwa sababu ya kumtafuta, hawana cha kula. Mungu akupe neema ya kufanya familia yako ishi vizuri, sio miteso. inaitwa hekima. inaitwa busara. maarifa jambo

na nahitaji Mungu aingilie. Ungenikuta na kuomba kanisani hapa, ungesema sio chukaje. Ninalia kama mtoto, nataka itokee, nahitaji jambo litokee. Ndio imani, kwa sababu najua Mungu anaweza kunipa. Lakini sipokuwa na imani, utachukua mambo poa wa kishikajishikaji. Mungu sio shikaji. Jambo la nini nikwambie. Nyenyekee wenye nye nye kiburi, Mungu anampiga, wanyenyekewe wataiinji. Jambo la mwisho nimekwambia ni uaminifu, na nimekwambia kwenye uaminifu na kuapakaa o, nimekusudia hu waweze kumpendeza, uweze kuishi maisha mazuri hapa duniani. Una makusudi na Mungu wa kupendema. Mkumbuke Yusufu alimkimbia mke wa Potifa ni binti alikuwa mrembo, mwanamke mzuri, mwanamke amependeza, anawaka, lakini akasema siwezi kufanya dhambi hii, nikamwacha kuna tambi kumi. Uongo usitaje kwenu uchafu sijui mambo ya punyeto sijui mambo ya kujichua sijui mambo ya nini yanaangalia pornografi, na utamani usitajwe kwenu, ka kwa, kwa maana nyinyi mmekwisha kuwa watakatifu. Ukizingatia mambo ya matano ukafanya bidii kupambana ukajitahidi kwa namna zozote, sikuoni miaka mitatu ukiwa, leo ninaona ukiwa umeinuka katika utukufu mwingine, kwa sababu Mungu atakupenda. Mungu atakupenda, malaika watakuja kukaa na wewe. Malaika wakikaa na wewe, watu watakutafuta kwa sababu kuona Watu walikutafuta wakakubariki, walikubariki. Utakuwa ni bitiwaukachana kakome kwa mtu mwingine, utaisaidia familia yako, utasaidia taifa lako, na utainua jeshi kubwa la Mungu, na siku moja tutaimanakaa kazi ya kuikisha asiku